Timu ya Kenya katika michuano ya Deaflympics nchini Japan imeongeza idadi yao ya medali hadi nne baada ya kutwaa medali katika mashindano ya riadha. Baada ya kuokota dhahabu na fedha mbili siku ya Jumatatu, Sera Wangari Kimani aliishindia Kenya medali ya shaba katika fainali ya mbio za mita elfu kumi kwa wanawake baada ya kumaliza watatu. Wangari pia atashindana katika mbio za mita elfu tano na mbio za marathon za wanawake kwenye mashindano hayo yanayoendelea mjini Tokyo, Japan.